Alinunua justice ya mtoto wake hiyo time na na na na chauso. Uh, i mean as tunaongea, Edward Langat is free to occupy the the office actually, hata ni amechelewa. So, step down anafaa rudi, justice already eshanunuliwa na na na jua, mimi mimi mimi mimi mimi naambia wazazi wangu niambia naongea siasa kila mahali najua, pia naweza kujua, i'm not exceptional am Saii nikiweza kufa, mamangu apewe t millioni achukue, akiwa mungu nita. Kwa sababu gani? Mi najiuliza, huyu mzee huyu, e, mzeehuyub angekuwa wakati tua tunapigania uhuru, ye angekuwa ya msitu ama angekuwa saidia kichaka? Kwa sababu hiyo tamaa ya pesa ndio inafanya hata sometimes Eh eh eh eh, yani yani yani we unakaa tu desperate. Pesa cannot buy life. Na hiyo ni madharau pia William Ruto ali. Yani unakuja unatoa 2 million na unachukua na unatuambia people die every day. Huyo mzee alikuja akatuambia ati pesa ya mtoto ati sijui amepotea, sijui how much amount. Hiyo pesa ikapotea? Nikasikia ati sijui imepotea, sijui pigipini mingi, mimi nakuuliza hivi. Huyo mtu tulimchangia 10 million. Kwa nini hajazika mtoto wake? Why? Sisi ni wajinga. Aache kufanya. Alafu na mimi naambia hii familia. Huyu kijana wetu ni kijana mtoto na ni Gen Z. Lazima mimi naumwa na hiyo matanga, by then nitaenda. Mimi naambia huyu mzee, hiyo pesa yote ulikusanya. Wewe uliuza mtoto wako kwa hiyo 2 milioni. Hii pesa ingine patia ule mama, ule mjane, ule mjana wa eh aliachwa. Uh-huh. Na 2 years kwa sababu ulichanga pesa mingi hata ukupatia hata mimi by then nimchangia lakini ningepata ya huyo msichana aliacho, hata ya mamake bana. Unajua nadhani naambia watu wa mama wetu, uchungu wa mtoto ujuange nima si mzee, kama ni mama. Huyu kijana angekuwa anapewa hiyo pesa, angekuwa sana shughulia. Sasa hii after, mimi niliona huyu mama wa huyu ama, ama, ama, bibi ya huyu Albert, siku moja tu wakati wa media. Tangu hii mambo ya kukusanya pesa, huyu mzee amekuwa tu pale naona e, nimeibiwa, nichangieni tena sasa. Mtoto kokomochal around 1 month alikufa, sijui mtoto unauliwa. Hebu jiulize, mama wa Alex Masai angechukua hiyo pesa kijana wake. Sasa tunaona kokoti, angepata justice lini kama hii tamaa yote? Baby pendo baby pendo angelipwa na nani? so naambia huyu mzee, hii tamaa ulikuja nayo kwetu tunasamanga. Hata fisi haiwezi kula mtoto, lakini mimi nimeona fisi mtu akikula mtoto mimi nikiwa uhai na nikiwa mzima. so, namalizia nikiambia the inspector general, hiyo hiyo story imeniuma kwa sababu pia mimi ni kijana. In solidarity with that I do, I do alifanya pia, mi ninaogopa nikiuliwa hata mimi. What you did, first, komeni, natombea I know, he knows the, the ulikuwa opposition kwanzia 2017 ulikuwa unaongea mambo yote askari, ukisema sivijio vile askari e, wanaangaisha sijui Kenya kwanza. Kwa nini saa hiyo, wakati umeingia pale, unataka kuangaisha venye wewe pia ulikuwa unaangaisha? Ili venge ya wanasiasa, sisi raia ndio tunaumia. Actually mimi naambia eh, eh, eh serikali, wakati nyinyi mnapigania huko juu, amujuangi huko chini vina tunalia, so I will urge the inspector uh, uh, no the, the, the, the, the, the cabinet secretary to withdraw that statement with the immediate effect asikuja kutuambia ati sijui nini tena ulikuwa umeniuliza